Yes, Khalid uh, Aucho, daktari wa mpira, kama ambavyo mashabiki wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans wamezoea kumwita hivyo. Jana ni kweli alipata majeraha na akashindwa kuendelea kwenye mechi dhidi ya Coastal Union, na shauku ikawa kubwa kwa mashabiki wa Young Africans kutaka kujua hali ya daktari Aucho, aliumia nini na alichoumia kama kitamweka nje kwa muda mrefu kwa sababu watu wanajua kuna mechi nyingi zinakuja mbele na wanahitaji wachezaji wao wote wawe fit. Siku ya leo uh, tukiongozwa na daktari wetu Moses Tutu tulikwenda kwenye hospitali ya Saifi, fili wote mnaifahamu hospitali ambayo klabu ya Yanga Africa zimekuwa wakiitumia uh, mara kwa mara pia kwenye check-up za wachezaji wake. Tulikwenda pale Saifi na Khalid Aucho akafanywa check-up vipimo uh, tofauti tofauti na ikagundulika amepata shida ya hamstring. Hamstring ni neno la kitaalam lakini kwa lugha tu ya mpira kwa watu ambao watakiwa waelewe kwa haraka ni majeraha ya nyama za paja, uh, sehemu ya nyuma ndiyo, ndiyo shida ambayo kaipata na kwa mujibu wa Daktari Moze Tutu na mchezaji mwenyewe ambaye tumezungumza naye, uh, Khalid Aucho kwa kujibu swali ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza hata kuwepo kwenye mchezo dhidi ya Azam Football Club, na daktari ametuambia kesho atakwenda kufanya vipimo vingine. Baada ya vipimo vya kesho, sasa ndio watakuja kugundua sasa ni kwa muda gani e, atakuwa nje, lakini taarifa rasmi ambayo imetolewa na daktari na mchezaji mwenyewe akiangalia afya yake, ona hata kuwa sehemu ya mchezo wa Azam Football Club. hiyo ni taarifa ya daktari Khalid Aucho ambaye aliumia mechi na kosa amepata hamstring, na official sasa, hatakuwa sehemu ya kikosi ambacho ya kitacheza mechi dhidi ya Azam Football Club. Yes, ratiba unajua ni back to back, hakuna muda wa kupoteza sana. Kwa hiyo leo timu itakutana Avic Town kwa ajili ya recovery session na kufanya video session pia, kwa maana ya kutazama mechi ilivyokuwa ya Coastal Union na wapi tunaweza kwenda kuimprove kuelekea kwenye mchezo ujao, lakini pia kufanya review ya baadhi ya mechi ambao tumecheza dhidi ya Azam na mechi zao ambazo Azam amecheza, kuangalia pia ubora wao, madhaifu yao, na kutengeneza mpango sasa, ambao tutaikia nao Azam Complex siku ya Alhamis. Kwa hiyo leo kuna session pale Avic Town na kesho pia kutakuwa na session nyingine ya mwisho, na hizi session mbili tunaamini eh, kwa kiasi fulani zitakuwa zimetosha kwenye maandalizi kuelekea mechi ya Azam Football Club. Tunajua ugumu wa mchezo huo, tunajua umuhimu wa mchezo huo, lakini wii ya Young African Sports Club na tunatakiwa tuwe imara, tuwe na nguvu wakati wote kuweza kupambana kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo program za timu ziko hivyo na zinaendelea vizuri, alhamdulillah vizurialhmuilahl Yeah, no, jana uh, of course kila mtu aliona, mwitikio ulikuwa mkubwa sana, wananchi walikuja kwa wingi sana KMC pale, na tukawashukuru na tukawaomba sasa wajiandae pia kwa wingi ule mara mbili yake, kwa sababu size ya pitch ya KMC ni mara mbili, labda nasema labda, ya, ya watu wanaoingia pale Azam Complex. Kwa hiyo tujiandae pia kuja kwa wingi Azam Complex. Kitu ambacho tungetamani kuona Wanayanga tuna improve ni kuacha kuwa watazamaji na kuwa washangiliaji. Tulijaa sana KMC Complex, lakini kwa bahati mbaya tukawa watazamaji. Yaani ile, ile vibe la Yanga lile lile shangwe ambayo tulikuwa nalo season iliyopita sijaliona eh, viwanjani hivi karibuni. Kwa hiyo wito wangu kwa vikundi vyote vya Yanga, mashabiki wote wa Yanga ambao watakuwa wanakwenda viwanjani twendeni tukaishangilie timu yetu, kwa sababu usiposhangilia nyakati hizi maana yake unajitengenezea mazingira magumu ya kutokushangilia eee, kwenye mwisho wa msimu utakapofika. Kwa hiyo tujitahidi sana, ushindi haupatikani tu kwa mzizi au pakome kufunga goli, ushindi unatafutwa na kazi ya shabiki kwenye kutafuta ushindi ni kuhakikisha anamotivate mchezaji wake, anamuhamasisha na anamdhoofisha mpinzani kwa sauti yake. Kwayo ni waombe sana wana Yanga sana sana, ile full shangwe ambayo Yanga Afrika ndio tu tunajivunia nayo kwa michezo inaofuatia, naomba irudi. Vikundi vyote vya Yanga vyote, Yanga on fire, Yanga friends forever, Yanga mzinga kongoe kule Uh, Yanga Kidali asilia Young Z tumeona moto wao, nimesahau kuwataja uh, wengine matawi mengi imekuwa unbeaten, yes, unbeaten, na nguvu pia wanangu wa Keko, WhatsApp makao makuu yote tunawahitaji, plus wale influencer wetu tunawahitaji sana sana sana, tujitokeze kwa wingi viwanjani, lakini twende na ngoma zetu tusiende tu kwa ajili ya kuchambua mechi, sio kazi yetu hiyo, ni kazi ya kina Mbangile huko. Sisi twende tukashangilie tuka timu yetu. Yaani uwezi kwenda shabiki, dakika ya kwanza umekaa unaagiza karanga, unakula, unasubiri goli. Hamna mpira wa hivyo duniani. Shabiki ukishaingia, unatakiwa umalize shughuli zako zote. Hata mimi kuna wakati fulani nilikuwa napinga hata tabia, mtu anaingia anatoa tu visimu, mechi inaendelea, unatoa simu una record. Ungebaki nyumbani, kama unataka kujiangalia kwenye TV. Ukienda uwanjani, maana yake umeenda kwenye uwanja wa vita. Vita unapo sleep dakika moja tu, tayari adui amekushambulia. Kwa sisi kwa nguvu tuliyokuwa nayo, wingi tuliyokuwa nao, inabidi uwe faida viwanjani. Kwa hiyo niwaombe sana, wana Yanga, tukatengeneza atmosphere tofauti kwenye mechi inayofuatia tuwasukume wachezaji wetu tushangilie. Mimi simu kwa mfano, ukiniambia kuna mechi Yanga walicheza Dodoma, nakumbuka mm, na Dodoma jiji wao, wow, bonge moja la, la, la vibe. Wewe utawawekea hiyo clip ya Dodoma ilikuwa eh, eh, atmosphere hatari sana pale Dodoma. Nataka vitu kama vile vijirudie kwenye mechi zetu, wana Yanga washangilie, yani ikuwe kuna vitu, kazi yetu ni, ni kuchambua tu, kibabage akimbie huko akimbie wapi, na wewe mpusha akimbie eh, si ndio bwana eh, eh, zinapiga cross apige cross vipi? wewe fanya jukumu lako, shangilia push wachezaji. Unapokuwa una unakaa kimya, unamtengenezea confidence mpinzani kwamba okay, tushaweza kuwanyamazisha hawa, na unawatengenezea pressure wachezaji wako. Kwao tukisimama na players wetu muda wote, tukashangilie kwao. Jamani, hizi mechi za mwisho hizi, kama mtu unajijua, huwezi kusimama na timu yako nyakati hizi kushangilia kuwapusha wachezaji wako na kuwatia unyonge wapinzani, tafadhali sana. Azam TV ipo burudani kwa wote, baki nyumbani, lipia kingamuzi, angalia. Tunataka wanayanga wanaokuja viwanjani, sio mwenzio anasimama we nyuma huko unaanza kusonywa na mtupia chupa kachi unaniziba, hapana. Tukiamua kwa mfano, mechi inaokuja hiyo, mimi sitakaa VIP, mimi nitakaa pia mzunguko na wanangu. Tunataka tushangilie muda wote, kwa sababu hichi ni kipindi cha matokeo.

Jueni kabisa tupo katika uwanja wa vita na tunataka tusimame tushangilie timu yetu. kwa nawaomba sana, changisheni nyie ambao mna uwezo kwenye matawi, lipieni ngoma kwa wingi. Kama hauna tawi una hela yako tu, ni cheki dm, mcheki alwatan dm, tuma tuma hela, tukodishe vikundi vya ngoma vingi, tuwe navyo tuweze kushangilia muda wote, tutengeneze matokeo mazuri. Kwa hiyo niwaombe, wanayanga, mechi zobakia hizi ni mechi ngumu, mechi muhimu na kila mtu afanye jukumu lake. Mechi ya Azam najua maandalizi yameshaanza kwenye matawi, mechi ngumu tujiandae vizuri lakini final twendeni kwa wingi washangiliaji tukaishangilie timu yetu. Tumalizie hapa. Ah, watu wanatafuta pointi tatu. Tumeshapoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Azam kwa hiyo tunataka tupate pointi tatu kwenye mchezo wa pili. Sio mchezo wa maamuzi, ieleweke vizuri ila ni mchezo mgumu kwa sababu unaweza ukashinda mchezo huo na ukapoteza mchezo unaofuatia, ikawa hakuna ambacho umekifanya. Ni mchezo mgumu, na niwaombe wanayanga, kwenye level ya uongozi huku maandalizi yameanza vizuri, level ya technical bench maandalizi yanaendelea, players kila mmoja. Jana usifikirie Aucho anatoka analia, alikuwa analia vipi? Analia kwamba kuna mechi kubwa hapa, anakuja anaikosa kuisaidia timu yake, lakini alhamdulillah, tunao timu pana, tunaye sure boy, tunaye Mkude tunaye Duke Abuya, tunao wachezaji ambao wanaweza kubadilika na kuwa defensive midfield na timu ikacheza tukapata matokeo mazuri. Kwa hiyo kila upande unajiandaa na mechi hiyo, na naamini itakuwa mechi nzuri, mechi yenye ushindani, na inshallah utapata matokeo mazuri.